Tena ninamshukuru sana Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wananchi wote wa Tanzania kwa ukarimu wenu mkubwa. Daima tumekuwa tukishuhudia undugu na ujirani mwema baina ya nchi zetu mbili na uzinduzi huyu ni ishara tosha ya, kuende, ya kuendelea kukuza ushikamano wetu. Mheshimiwa Rais, leo hii tunashuhudia uzinduzi rasmi wa kiwanda Itracom Fertilizers Limited tarehe 22 Oktoba 2021. Kiwanda hicho kimetukutanisha kime, kime hapa mimi na wewe Mheshimiwa Rais ili tuweke bega kwa bega jiwe la msingi la ujenzi wa kiwanda hiki. Kiwanda hiki kinazalisha mbolea ya organo mineral, yaani mchanganyiko wa mbolea ya asili na ya viwandani. Kimesajiliwa Tanzania kiwanda hiki ni tanzu la Itracom Group iliyo na makao yake makuu nchini Burundi. Uzinduzi wa kiwanda hiki ni hatua muhimu kwa maendeleo ya kilimo katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Kama inavyofahamika, kilimo ni uti wa mgongo wa uchumi wa nchi zetu. Na upatikanaji wa mbolea ya kutosha na kwa bei nafuu ni jambo la msingi katika kuongeza uzalishaji wa mazao kwa wakulima wetu. Mheshimiwa Rais, mimi na Warundi wote tunatambua umuhimu wa upatikanaji wa mbolea za kutosha zenye ubora na, kwa, na, kwa, na, na kwa wakati kwa wakulima wetu. Nasema hiyo sababu kitu cha msingi kwangu ni kwamba kila kinywa kiwe na chakula na kila mfuko uwe na hela. Uwepo wa kiwanda cha aina hiyo imepunguza kwa kiasi kikubwa gharama ya mbolea kutoka nje, kuongeza mapato na wakulima wetu na kuimarisha usalama wa chakula. Tuna uhakika Mheshimiwa Rais kwamba kiwanda hiki kitatumika kama kielelezo cha kichocheo kwa wawekezaji wengine wa sekta wa, vianda, wa viwanda katika nchi yako Mheshimiwa Rais. Ninampongeza Nina, sana mwekezaji kutoka Burundi ndugu yetu Adriano Nigachika anayejulikana Burundi kwa jina la maarufu Ziranotse, maana yake pesa inajaa. mwekezaji huyu Mwekezaji huyu ninamfahamu tangu muda mrefu sana, ni mutu mbunifu mu, na mwenye uwezo mkubwa wa udhubutu, wa udhubutu, na kwa kujenga kiwanda hiki Bwana Nikachika ameweka daraja jingine baina ya Burundi na Tanzania ninamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Daraja si hii tu, tunategemea kwa siku chache kuweka jiwe la msingi ya railway kutoka Tanzania kwenda Burundi. Mheshimiwa Rais, kiwanda hiki kinazalisha mbolea ya organo mineral, kitatuwezesha kuendesha kilimo kwa nchi zetu mbili. Tuna furaha tena kuona kwamba ushirikiano unaimarika una una, una kwa pande zos, zote kwa mfano wetu Burundi, mfumo wa mabanki yetu hunufaika na mchango wa ba, wa benki ya CRDB. Hiyo ni ishara kubwa inayodhihirisha ushirikiano bora wa kikanda na kubadilishana maarifa na kadhalika. Tunauhakika, tunawaalika hata wafanyabiashara wengine kutoka Tanzania waendelee kuwezesha nchini Burundi, kuwekeza nchini Burundi. Kabla ya kuendelea, Mheshimiwa Rais, ebu tukumbuke kwamba ushirikiano wa kibiashara baina ya Warundi na Watanzania sio kitu kilichoanza leo, zamani yani kabla kufika kwa wakoloni Warundi walikuwa wakija huku Tanzania kwa ajili ya kuuza biashara mbalimbali, hasa vifaa vya chuma kama vile majembe na wakulima, na walikuwa wana wakirudi na vinginevyo kama vile chumvi na kadhalika. Warundi wote wana pafahamu Uvinza sababu, so, walikuwa wanakuja kununua chumvi Uvinza, na wafanyakazi walikuwa wakaja kulima mkonge Morogoro. Morogoro warundi wanapaita manamba, sababu wakati walikuwa wanahesabu wafanyakazi walikuwa wanasema my number is na warundi sasa wakaanza kusema naenda manamba, yaani naenda Morogoro. Mheshimiwa Rais, itakumbukwa kwamba mkataba wa kwanza wa biashara baina nchi zetu mbili imesainiwa mwaka wa elfu moja mia tisa sitini na mbili baada ya kupata uhuru. Mikataba mingine, mingine ilifuata katika sekta nyingine mpaka leo. Tangu mwaka wa wa 1972, Tanzania imepokea umati wa warundi waliokimbia mauaji ya kikatili yaliyokiumba nchini yetu. Mipango ya Mwenyezi Mungu ni mipango ya, mwemezi, ya Mwenyezi Mungu. Warundi walikuwa wakija Tanzania kama wakimbizi, lakini sasa hivi wanakuja kama wawekezaji. Nakumbuka na, na Mheshimiwa Mwalimu Julius Nyerere alikuwa anasema kwamba Warundi sio wakimbizi, ni wageni wa kazi hadi sasa hivi Warundi wanajisikia nyumbani kama wanakuja Tanzania, na Bwana Adriano nikachika mwenyewe aliwahi kuwa mkimbizi hapa Tanzania. Leo Warundi wako wanakuja tena Tanzania sio kwa ajili ya kuomba ukimbizi wala hifadhi, bali kuwekeza kwa nchi zetu mbili. Hili ni jambo la kupigiwa makofi mpaka hata walio Burundi wasikie. Mheshimiwa Rais, kiwanda hiki ni ishara ya tamaa yetu ya pamoja katika sekta ya viwanda ambayo lengo lake ni kuimarisha ustamilivu wetu wa kiuchumi na kuhakikisha usalama wa chakula, sio tu Burundi, bali katika ukanda mzima. Kwa kuwekeza kwenye miundombinu ya viwanda tunaunda, tunaunda ajira na tunachochea maendeleo ya kudumu. Tukiweka nguvu zetu pamoja, tutapata faida kutoka rasilimali zetu na ujuzi unaohitajika na ni njia ya kutusafirisha mpaka kwenye masoko mapya, ukidhihirika ukidhiri kwamba sekta ya kilimo ndiyo msingi wa maendeleo katika nchi zetu. Viwanda kama hivi vinavyozalisha mbolea ni muhimu sana, kwani ardhi inapotiliwa ina mbolea vilivyo mavuno huongezeka, wananchi hupata chakula chak, chakuliwa na cha kuuza, maendeleo huongezeka kwa mafamilia na kwa nchi. Wakati huyu, serikali ya Burundi imejitolea kufiki, kufikia hatua nyingine ya kuendeleza, ya kuendeleza sekta ya kilimo ili mavuno ya, zai ya ziada tuyauze kwenye masoko ya ndani ya nchi za kikanda hata kwenye nchi za mbali. Kwa hiyo tumeweka nyanja nyingine za kuongeza uzalishaji katika sekta ya kuongeza mbegu, bila kusahau sekta ya ufugaji hayo yote kwa kuzingatia maono ya inchi ya inchi yetu inchi iliyoibuka kwa, kwa mwaka wa 2040 na, na inchi iliyoendelea mwaka wa 2060. Mheshimiwa Rais, kabla ya kumaliza, ninamshukuru ninaishukuru nina, nina serikali ya Tanzania kwa kuwa imeweka siasa inayochochea uwekezaji isipokuwa siasa isipokuwa siasa bora hiyo, hata mwekezaji nikachika hangeweza kuwekeza kue, kue, kue, huku Tanzania. Kwa niaba ya warundi wote na kwa niaba yangu binafsi, ninatoa shukurani zangu za dhati kwa wananchi wa Tanzania waliyounga mkono mradi huyu kwa kumkabidi kwa, kwa kumkabidi Bwana Adriano Ntigachika shamba ambapo alijenga kiwanda hiki. Neno lifuatalo na nilielekeza kwa Bwana Ntigachika, ninakuomba Bwana Nigachika, ujitolee kama ni kawaida yako, ufanye kazi

Bwana Nigachika, itakuwa kwanza ni heshima kwako, halafu heshima kwa jamhuri ya muungano wa Tanzania na hatimaye heshima kwa jamhuri ya Burundi kwa ya, kwa yaliyo machache. Bwana Nigachika utaku, unatakiwa kuwa balozi wa Burundi huku nchini Tanzania. Kwa upande wake serikali ya Burundi iko tayari kutoa mchango wake wa kuimarisha ushirikiano wetu, pamoja umoja wetu ndiyo nguvu zetu. Mheshimiwa Rais, tukiwa pamoja tunaweza yote. Mungu akubariki, Mungu abariki Tanzania, asanteni sana.

bafise ubushobozi bwo kuza gushira kuhu, imite yabo mu Burundi baze mu Burundi namahoro kandi bazokora bisanzuye yongera anavuga ko ububanyi imigenderane myiza y'igihugu cha Tanzania no Burundi byatanguye kera ku Burundi bwikukira avuga ukunwe na Barundi baza gukora muri Tanzania baza gukugura muri Tanzania leo majambo make yashimiye ya gose ukungene igihugu ca Burundi murakoze cyane Rakoze chani. Mheshimiwa Rais kwa heshima na taadhima, karibu sana. Haya, naomba wote sasa kwa heshima na taadhima tusimame na makofi mengi. Tumkaribishe Mheshimiwa wa Rais wa Jamhuri ya Muungano si wa Tanzania He He, mama, si mama. Si mama mama mama si mama, hey mama, si mama.